Ni hifadhi ya msitu ziwa Duluti. Hifadhi ya msitu ziwa Duluti ni hifadhi ya kipekee sana na imesheheni utalii wa aina yake, na wengi wanaofika katika eneo hili hushangazwa na kufurahishwa na zao la utalii lililoko mahali hapa. Hapa tupo katika hifadhi ya msitu wa ziwa Duluti uliopo katika eneo la Tengeru, kwenye kata ya Akeli, kijiji cha Patandi. Kama mnavyofahamu hapa ni msitu pekee ambao unapatikana karibu kabisa na jiji la Arusha ambako tunafanya shughuli za uhifadhi kama wakala wa huduma za msitu Tanzania, tunafanya shughuli za utalii wa kiikolojia. Watu wengi wamekuwa wakifika hapa katika vipindi mbalimbali mbali vya mwaka. Katika sikukuu zote tumekuwa tukiwakaribisha watu hapa kupata huduma zao za utalii, wamekuwa wakifurahi, na katika kufanya hivyo wamekuwa wakiunga mkono juhudi za serikali katika uhifadhi wa mazingira lakini pia kukusanya mapato ya serikali kwa shughuli mbali mbalimbali za kimaendeleo. Kwa nini basi watu waweze kuja hapa kwa ajili ya utalii? Kwanza kuna vivutio vingi vya utalii vinavyopatikana hapa ambavyo vinafikika. Kwa mfano, tunao ziwa zuri la kihistoria ziwa Duluti, ziwa ambalo lina kina kirefu lakini lina kisiwa ndani yake ambapo katika maji hayo yaliyopo katika ziwa watu wanaweza kutembea wakiwa kwenye mitumbwi mizuri kabisa ambayo inapatikana hapa wakaweza kufurahi na wapenda nao. Lakini pia wakiwa ziwani, wanaweza wakazunguka katika kisiwa kidogo kinachoelea ndani ya ziwa, wakaweza kuwaona ndege na kuona mimea ya aina mbalimbali. Lakini kitu kingine cha kufurahisha zaidi, watauona msitu ambao unazunguka ziwa. Katika msitu huu kuna ziwa kubwa lenye maji yenye rangi yanayowashangaza wengi. Ukiyatazama kwa macho, unaweza kuona rangi yake ni ya kijani, ila kwa uhalisia unagundua ni maji ya kawaida kama yalivyo maji mengine. Wataalamu wanasema hii inatokana na ukijani wa msitu huu unaozunguka ziwa hili na kuyafanya maji yaonekane ya rangi ya kijani. Watalii wengi wa ndani na nje ya nchi huja hapa kufanya utalii kwa kupiga makasia huku akishuhudia aina mbalimbali ya ndege ambao unaweza kuwaona kwa ukaribu sana na unaweza kupiga picha za kumbukumbu. Nimetokea Karatu, nimekuja Duluti. Nimefurahi, nimeenjoy kiukweli. Huduma za hapa nimezifurahia sana. Nimezunguka kwenye maji, ni kitu ambacho kiukweli nilikuwa naogopa, lakini nimeenjoy, nimefurahia kwa sababu hadi tulivyokuwa tunaendelea, ni kitu ambacho kilikuwa kinanipa experience kwa hiyo nimefurahi sana na nitarudi. Tumekuwa tukifuatilia peji zenu, asanteni sana, huduma zenu ni nzuri sana. Nimetokea Karatu, tumekuja Lake Duluti kwa ajili ya kutalii. Tumeenjoi, huduma ni nzuri, Lake Duluti ni pazuri sana. Karibuni sana nje mtalii kwa ajili ya utalii wa ndani na kuna vitu vingi sana. Kuna kutembea kwenye maji, kuna sehemu nzuri za kupigia picha. Ni pazuri sana, karibuni sana Like Duluti. Tumefurahi sana siku ya leo kuja kutembelea huku Duluti, tumeenjoy. Leo ni siku yangu ya kuzaliwa, natimiza miaka kadhaa. Nafurahia sana siku yangu. Nawashukuru wazazi wangu, mume wangu, watoto wangu na familia yangu yote kwa ujumla. Nawapenda sana na marafiki zangu tuliokuja pamoja. Tume enjoy kwa kweli. Tumetembea kwenye maji. Maji huko tumetembea na wale wanaotuelezea huko kulivyo. Tume enjoy, tumefurahi. Na siku nyingine tutakuja tena na wengine ambao wanapenda kuja kushiriki hapa kuja kutembelea sehemu kama hii. Karibuni sana. Huduma ni nzuri, uta enjoy. Yaani tulikuwa tunaogopa maji. Hatujawahi kutembea kwenye maji. Lakini leo nimekuwa mara ya kwanza na nimeenjoy. Na hii siku nitaikumbuka. Asanteni sana. Tunashukuru kwa huduma zenu. Hapa nafanya utalii wa kupandisha wageni katika mtumbwi. Tunapokea wageni mbalimbali wa nje na pia wa ndani, wanakuja kujionea mazingira leo mazuri tulivu, na nimeanza kuanzia elfu mbili na ishirini na mbili hadi sasa elfu mbili na ishirini na tano kwao, na uzoefu mzuri sana na wageni wanaenjoy. Kabla hujaanza safari ya kupanda mtumbwi, cha kwanza nampa mgeni, natoa kama briefing, kama mwongozo kwamba katika ziwa letu hatuna mawimbi, hatuna wanyama wakali, pia mgeni uta relax utaenjoy. Pia kingine ambacho tunawapa wateja wetu kabla ya kuanza tua ya kupanda mtumbwi, lazima mgeni hawa amevaa life jacket kama mimi nilivyokuwa nimevaa hapa tunalinda usalama wa mgeni asijakapata chochote tazani kama tazadi tunachukua kati wa asubuhi na wakati wa jioni. Ukiwa hapa unaweza kushuhudia mlima Kilimanjaro na mlima Meru ukiwa ndani ya ziwa hili. Na hifadhi ya ziwa Duluti ina eneo maalumu ambalo linashuhudia watalii wa kiimani au tuseme sehemu maalumu kwa ajili ya kufanya maombi. Sehemu hii na utulivu isiyokuwa na kelele na inayofanya ufanye maombi kwa utulivu sana. Katika maeneo ya mlima Duluti ni maeneo ambayo yenye utulivu, mahala ambako uh, ninapenda kuja kuomba na kutafakari neno la Mungu. Nimekuwa nikija hapa mara nyingi, uh, nimefika katika u mlima zaidi ya mara ishirini na nimekuwa nikiona matokeo nikija nikiomba mahala hapa, na ninapokuwa nikitafakari na kusoma neno la Mungu, nimekuwa nikiona matokeo kwenye utumishi wangu. Mungu amekuwa akihudumia watu wake, Mungu amekuwa akijidhihirisha kwa namna ya ajabu sana, na si katika huduma tu, hata katika maisha yangu binafsi nimeona Mungu akinibariki, Mungu akiniinua na Mungu akinifanikisha. Tumeona ni vizuri sana kuja kuombea katikati ya huu mlima, manake una majibu. Tumeanza kuja hapa kama mwaka 1997. Toka tumeanza kufika hapa tumeona mkono wa Mungu sana, watu wamefunguliwa. Tumeona neema ya Mungu, watu wamevuka, watu wamepona. Tumeona vitu vikubwa ambavyo Mungu amevifanya katikati ya huu mlima. Mungu amekuwa akihusika na watu kuwasaidia. Watumishi mbalimbali walikuwa hawana huduma, hawana huduma, wakaja huku mlimani, Mungu akawasaidia akawainua, wakawa na huduma, wakafungua watu wengi, watu wakabarikiwa, wakavuka kupitia huu mlima. Huu mlima kwa kweli ni watofauti, tumeuona ni mlima tofauti. Kawombea okay, kanisani ni, ni sawa lakini, kuja mlimani maanake ni kukaa faraga na Mungu. Kuja mlimani maanake ni kujitenga Kusio, unajua ukiomba nyumbani na ukiomba labda sehemu ambazo zina watu wengi sana, na kuombea mlimani ni kitu cha tofauti, ni kitu cha tofauti sana, kwa sababu ukija huko mlimani ni kitu ambacho umeona kwamba na focus na Mungu, au kuna kitu cha tofauti unataka kwenda kukutana nacho huko mlimani. Unajitenga, unakaa peke yako, unaomba, unamwita Mungu kwa mapana zaidi kuliko kukaa sehemu ambayo ina watu wengi au kuliko kwa kanisani, unaweza kupata usumbufu wa watu, wanaweza kuja na kutoka. Lakini ukikaa mlimani hakuna mtu yote anaweza kukusumbua, na ukikaa kwenye utulivu unamwona Mungu sana kuliko kukaa sehemu ambayo unapigiwa kelele. Hata Yesu Kristo mwenyewe alipanda mlimani, akakaa huko siku arobaini akiomba usiku na mchana, huku akiwa amefunga. Kwa hiyo tukipanda huko mlimani pia tunafunga tunakuwa na maombi ya kufunga na kuomba na ni maombi ambayo yanakuwa karibu na Mungu. Unakuwa karibu na Mungu zaidi. Mtu yoyote mwenye kiu ya kumtafuta Mungu katika roho na kweli lazima apate muda wa kukaa na Mungu, lazima apate muda wa kumwita Mungu. Sasa muda ule wa kukaa na Mungu lazima upate wakati wa kujitenga na kukaa faragha na Mungu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye yuko mjini, labda kuna sehemu mbalimbali ananisikiliza mimi, namwita natoa wito kwamba kwa kila mmoja ambaye anahitaji kukaa karibu na Mungu aje hapa mlimani, akae hapa, amwite Mungu, amtafute Mungu, hakika atamwona Mungu wa kweli. Tumemwona kwa viwango vya juu sana eje yeto cha uta kasu nizame kuoshwa Puma, na puma, na kwa, ni Baba, rehema zako ni za milele. Sante kwa ajili ya wingi wa fadhila na mamlaka. Sante kwa ajili ya neema yako. Sante kwa ajili ya watumishi wako waliofika mahali hapa. Sante kwa ajili ya uwezo wa kimbingo. Sante kwa ajili ya neema yako. Sante kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania, sante kwa ajili ya uongozi wote, sante kwa ajili ya mlima ubwana olioufanya wakfa. kwa ajili ya watumwa wako kakutana na wewe Kristo, achilia neema yako, watumwa wako kakutane na wewe neema yako ikatembee pamoja nao, utokofu wako kasimame juu ya maisha yao, osiwache Bwana wala usiwapongokie bali kwa rema nyingi yako Bwana ukaonekane oko wako kashoke, uweza wako kashoke, oko wako ukajidhihirishe Bwana, kwa neema nyingi tukakuone. Na kwa utukufu Mungu ukajithibitisha. Katika eneo hili unaweza pia kufanya utalii wa matembezi kwa kuzunguka ziwa hili na watu wengine hufika hapa kwa ajili ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa, maadhimisho ya kindoa, kimahusiano, kupiga hema na hii ni kutokana na uzuri, utulivu wa mazingira na hali ya hewa iliyo nzuri. Jambo lingine zuri linalopatikana katika eneo hili ni utalii wa uvuvi wa samaki ambao watalii wanaruhusiwa kuvua samaki, lakini utaratibu wa kiuhifadhi, ukifanikiwa kuvua unatakiwa umrudishe samaki ziwani. Kuna utalii wa uvuvi wa samaki wa kujifurahisha, tunasema sport fishing. Utavua samaki ukafurahi kumona samaki anavyovuliwa, lakini kwa dhana pana ya uhifadhi, samaki naye tunapenda aendelee kuwepo kama kivutio katika eneo hili. Kwa hiyo utamvua samaki, lakini utamrudisha Kwenye maeneo yake ya asili ili naye aendelee kuishi maanake naye pia tuna muhifadhi. Watalii mbalimbali waliotembelea eneo hili lenye mazingira mazuri na yaliyotulia wameelezea namna walivyopendezwa napo. Jina langu ni Elina, nina yes, na miaka 67, natokea Denmark. Nasherekea miaka sabini ya mume wangu na pia kutimiza miaka 67. Nimefurahia sana mandhari ya hili ziwa, hasa utulivu wake. Kuna ndege wazuri, miti, jua linawaka vizuri. Kiukweli tumefurahia sana wikendi yetu hapa. Jina langu naitwa Helandi, natokea Denmark. Nimekuja hapa kuadhimisha miaka sabini ya kuzaliwa kwa Ki kiukweli, nimezunguka ziwa hili, ilikuwa ni jambo la kushangaza sana sana. Kuna ndege wazuri, bata wa aina yake. Kiukweli kuna utofauti mkubwa sana kati ya hapa na nyumbani. Denmark tuna misitu pia kwetu, ila ya hapa ni aina ya yake, na jinsi ya watu wanavyoishi huku ni tofauti kabisa. Kilichonivutia zaidi nimeona watu wanafanya utalii wa kiimani, kitu ambacho kwetu kukiona ni nadra sana, sana. Msitu wa ziwa hili, ziwa lenyewe vinavutia mno pamoja na mandhari yake, kwa kweli vinavutia sana. Chukue fursa hii kwa niaba ya kamishina wa uhifadhi kutoka wakala wa huduma za msitu Tanzania, Profesa Dos Santos Slayo, watu waje kuunga mkono juhudi za uhifadhi, wafike katika eneo hili wafurahie uasilia wa hapa. Karibuni sana, njooni, tuhifadhi mazingira pamoja. Asanteni sana.